Na namba ya maarufu, uh, mtu gani maarufu kuliko wote kuliko wote namba mtu maarufu naye ya Diamond Platnumz eh, mzee wangu mzee Lukuga eh, ipo mle eh, ni mtu ambaye uh, yuko juu lakini tajiri nao namba ya GSM eh, tajiri maskini wa mwisho ninayo pia uh, nao namba ya Mwijaku kapuku <laughs> na namba ya mtu gani maarufu kuliko wote kulikowote, namba ya mtu maarufu naya Diamond Platnumz, mzee wangu mzee Lukuga ipo mle eh, ni mtu ambaye yuko juu lakini tajiri nao namba ya GSM sm, tajiri maskini wa mwisho ninayo pia, nao namba ya Mwijaku kapuku na namba ya mtu gani maarufu kuliko wote kulikowote, uh, namba mtu maarufu na ya Diamond Platnumz, e, mzee wangu mzee Lukuga ipo mle eh, ni mtu ambaye uh, yuko juu lakini tajiri nao namba ya na GSM eh, tajiri maskini wa mwisho ninayo pia nao uh, namba ya Mwijaku kapuku <disappointed miyano> na namba ya maarufu, uh, mtu gani maarufu kuliko wote, kuliowote, namba mtu maarufu naye ya Diamond Platnumz eh, mzee wangu mzee Lukuga eh, ipo mle eh, ni mtu ambaye uh, yuko juu lakini tajiri nao, namba ya GSM eh, tajiri maskini wa mwisho ninayo pia, uh, nao namba ya Mwijaku kapuku <laughs>